Nam gorigani, wanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kwa mara ya kwanza, Kajala ameweza kumposti Princess Amara. Unajua mtoto uh, ni, ni superstar kwa sababu wazazi wake ni, ni masta. Hapa anazungumzia Mario pamoja na Paula na tunaona jinsi ambavyo alikuwa anamficha kwenye mitandao ya kijamii Kila picha ilikuwa inapigwa, alikuwa ameangalia kulia, ameangalia e, nyuma, anaonyesha sura yake, wakiwa wanamvalisha kofia. Tunaona uh, kuna wakati mwingine hata akibebwa alikuwa amefichwa, hakika hakuna alikuwa anafahamu sura yake. Lakini kwa mara ya kwanza uh, Kajala uh, akaweza kumposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, ikionyesha kwa mara ya kwanza sura ameweza ku-post ya Amara na kuonyesha sura, eh, uh, eh, sura ya Amara. Hii inaashiria kabisa kwamba ameweza kuonyesha mashabiki kwamba sura halisi ya mtoto huyo kiukweli, eh, ni mzuri. Uh, kama watoto wengine lakini pia tumeona kupitia page yake Instagram, akaandika mwaka mmoja: furaha ya kweli moyoni e, mwangu. Leo tunashirikia zawadi kubwa kutoka kwa Mungu, mjukuu wangu wa kwanza. Ulipozaliwa ulinifanya bibi mwenye moyo mpya uliojaa upendo wa kipekee. Kila tabasamu ni lako ni dawa, kila hatua yako ni ushindi na kupenda kuliko maneno, na nitahakikisha unakuja, unakuja ukijua kwamba una wazazi lakini pia una bibi anayesimama nawe kwa sala na upendo. Happy first birthday my precious grand baby. My God light your path, protect your soul and fill your life with joy and purpose. Umeleta maana mpya kwenye jina la familia bibi yako atakupenda milele e, hayo alikuwa ni maneno mazuri yenye kuashiria upendo uh, kwa mtoto huyo na tunaona uh, Joketi Mgelo akaja kushusha comment akiandika uh, Mungu mjalie kila kila jema. Mwingine akaandika hey beautiful princess too cute mashallah hongera baby sana eh. Kwa hiyo wengi wameweza kumpa hongera uh, lakini pia uh, tunaona country wins akamwita akamwita uncle, lakini mmoja akaandika Amara. <laughs> Eh, Amara kwa bibi yake Paula naye pia akaandika Amara wa bibi yake. Uh, kwa hiyo hapa uh, ni update kuhusiana na uh, Kajala kwa posti sura ya mtoto kwa mara ya kwanza, au sio? Kwa hiyo kwa public na tayari anapigia ki Instagram, eh, lakini pia hii inasha abisa kwamba eh, ni mtoto wa kista, anajua followers laki mbili na thelathina eh, tano, lakini pia kime follow watu wanne ambao ni majani pifunk follow kamfolo kajala kamfolo eh, eh, Mario au sio? Na Paula, kwa hiyo kamfollow babu yake, bibi yake, mamake pamoja na baba yake. Hao tu ndio anaweza kuwafollow. Nimesha mwene yako, lakini kisha na subscribe, share, like na comment.